Viongozi wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa Chama cha Nyantakara <coughs> oye! Oye Mama Samia! Oye Injinia Zilachiwelesa! Oye safari! Oye ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Nyantakara, wajumbe wa kamati ya siasa ya kata, viongozi wote wa chama kutoka kwenye matawi yote, waheshimiwa mabalozi, wananchi, watu wa dini, lakini ni waandisho habari, niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Asalamu As alaykum, ndugu zangu wananyantakara Majina yangu naitwa Issack Aron Issack. Ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Biharamulo, ni mwenyeji wa wilaya ya Biharamulo nzima, lakini naishi kata ya Runazi. Niungane na wenzangu wote waliotangulia kuzungumza, kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya njema, ametujalia uzima na heri, leo tumeweza kukutana kwenye zoezi hili la kuhitimisha kampeni za uchaguzi mkuu kata ya Nyantakara kwa kuweza kuitika kwa wingi kuja kutusikiliza sera ambazo tutazinadi ambazo tumeziahidi kwa chama chetu ndani ya iradi yetu, ili mwisho wa siku ikifika tarehe ishirini na tisa twende tukatiki. Na washukuruni sana. Mwenyezi Mungu abariki. Ndugu zangu Wananyantakara, sisi jumuiya moja ya vijana tumekuja kuungana na ninyi, tumekuja kuungana ndugu yetu safari Musa Machungwa, lakini tumeungana pamoja na Injinia John Chiwelesa pamoja na mama Samia kuja kualeteeni habari ambazo tumeziahidi ndani ya ilani yetu ya uchaguzi. Tumefanya mambo mengi mlituamini mwaka elfu mbili na ishirini mpaka elfu mbili na ishirini na tano. Nafikiri mambo mengi tumeweza kuyaona. Nyantakara tulikuwa hatuna umeme, leo tuna umeme. Tulikuwa hatuna taa sokoni, tayari tuna taa. Maji tayari yapo, shule za misingi karibu kila kijiji. Tunaamini kwamba yale ambayo tulikuwa tumeahidi uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini ishirini na tano tumeyatekeleza, na leo tumekuja kusimama mbele yenu tukiwa na wagombea wetu watatu kwenye nafasi ya uraisi, tuna raisi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tuna mgombea wetu wa ubunge Injinia Ezra John Choresa, lakini kwa udiwani wetu tumemwamini Bwana Safari Musa Machungwa. Wagombea wetu hawa wote tuna imani kwamba wanatosha, wana uwezo mkubwa wa kwenda kutafas ilani na mambo yote ambayo tumeahidi kwenda kuyatafasiri kwa vitendo, kuwaletea maendeleo ninyi wananchi wa Nyantakara. wananchi wa Nyantakara oye! Sisi CCM oye! kujenga vyumba vipya vya madarasa tisini kwa shule za msingi. Kwa hiyo tunaposema tisini, sasa sisi ni kuangalia mahitaji yetu ni, ni kiasi gani na kupeleka mahitaji yetu ndani ya tisini, basi zitakuja Nyantakara. Sisi CCM oye! lakini kwa shule za sekondari. Kwa hiyo hapo ni kukaa na wataalamu wetu na kuona uhitaji ni upi. Kwa hiyo kati ya vyumba 30 vingapi vinakuja, kwa kusaidiana na, na ndugu yangu Matiba hapa, umeme utafika, tujipigie makofi. Kwa hiyo kila makao makuu ya kitongoji umeme utafika, naamini Nyangozi matunda yameshaanza kuonekana, nguzo zipo, lakini balimi wameshapita, wanapima Nyakaenza kule Nyamaranzi wameshapita kupima. Kwa hiyo sasa, na vijiji na vitongoji vingine, niamini kwamba hata Nyamsebei habari njema inakuja si